Yatima wametoa mablangeti hizo ndo sifa za nani? Sifa ya ngapi hiyo? Sifa ya ngapi hiyo? Sifa ya tano. Naweza akaniambia Ingine anasema uongo huyo eh? Wasanii wi wow. yeah. oui? wow. Ed amepatia, lazima uwe nanamana. Ukiingia kwenye katiba zetu wana sanaa, kuna sehemu inasema hairuhusiwi msanii kutoa siria nini akibainika bara mnaza faini elfu hamsini wala raki pale, faini ni kumfukuza. Kwa nini? katoka kwenye kanuni za nini za wasanii, endapo akitoa siri ya kikundi, sheria ni kumfukuza. Sheria hiyo iko kwenye katiba kabisa, kumfukuza, kwa sababu hana nini siri, so mtu wa nini kwa siri

Siri lazima uwe nini? Pigeni makofi. Fredi lazima dati, msanii uwe na siri. Hata kama kambi imekula ugali na maji, hiyo siri ukae nayo wewe wa mwenyewe, wasijue mtu yoyote ambaye yausiki na nini na kundi na kambi, aae kailimekura ugali na maji Nauliza swali hizo tano hizo tano, tano. Na tano mnazo? Narudia swali langu, kama wewe ni msanii unyoshe mkono Kama wewe ni msanii narudia swali langu nyoshe mkono. Alafu sasa nyoshe mkono niambie, nilijitolea sehemu fulani kama msanii. Mimi nina asilimia kadhaa toka nimejiunga na kundi langu sijawahi kugombezwa sijawahi kufanywa chochote kama nimevunja nidhamu. Mimi bana nina kali kuliko mtu yoyote mimi bana ni msiri, sijawahi kuvunjisha kambi yoyote mimi bana nina moyo wa kujitolea, nimewahi kujitolea kiasi kadhaa sehemu fulani nasaidia hata sa mtoto ya sima au fulani kwa, kwa manufaa haya. Kama unaiza sifa tano osema nyosha mkono. Kwa hiyo tumepata maana halisi, hakunapo wasanii hapa, tuna waigizaji kwa sababu haujawahi kufanya chochote na sifa zote tano. Tano kofi. Haya Nyinyi wote kwa nini msio wa wasanii sasa? Kwa nini using'ang'ane na ukapigana ili nao na wewe wakiitwa wasanii? Utoke jifunze kuwa na hicho kitu, sawa? Kitawasaidia yani, ili uweze kukidhi vigezo vya kusema mimi ni msanii nimekamilika, lazima uwe hivyo. Hata sisi tulianza kwenye maigizo wa waigizaji tunajiunga tulikuwa hivyo, lakini baadaye tulifundishwa, kumbe msanii anapaswa kujitolea, kumbe msanii anapaswa kuwa na kumbe msanii anatakiwa kuwa na physical appearance mwonekano mzuri. Kumbe msanii anatakiwa kuwa na msiri, asio anaongeongea hovyo. Unajua, wanaposema kitengo kile cha physical appearance kimegawanyika katika makundi tofauti, sio tu mwonekano wa kukaa na discipline. Si kwamba ukifika mazoezini ndio unyamaze shuku. Kuna tabia za wasanii ambazo unakuta kafika hapa wakaanza kufanya vitu vya hovyo, au nje ya kuigiza bado una tabia za kijinga nyingi. Oh discipline una. Yaani sio tu discipline hapa. Discipline mpaka unakoishi. Ndiyo maana wasanii wengi ndugu yangu, je, unaona kama wanajifungia ndani tu waseme wanajibrandi. Pare sio brandi anaepuka kuwa na discipline mbovu mtaani. Ndiyo maana akitaka pombe anagiza mtu anamletea ndani kwake anakunywa kwa sababu anajua mfano mimi na madhaizi, mimi nikilewa kila mtu baad tunalingana. Yaani atule mbavu na tukachotana. Hiyo ni pombe, sio mimi. Kwa sasa discipline nilinde, na brand ya kile ninachokifanya, lakini ninywee wapi? Ndani. Tumeelewana jamani? Wasanii kwa mwingine akilewa anatoa siri mpaka za watoto wake. Sasa anashakuwa msanii bado anafanya ujinga, anabidi anywe ndani. Tumeelewana jamani? hmm. Kwa mjitahidi wote tuwe wasanii, mjitahidi wote tuwe. Nimeyasema haya kwa sababu tunaelekea kushuti movie ya not my son bwana mtembo film, si mnaelewa? Hey, sasa unaweza kukawa hauna hiyo sifa. Lazima uwe mtu wa kujitolea, lazima we mtu wa hivi. Yaani, shimimbi anakuomba jero unamnyima na unaro, halafu kija hapo unasema mimi ni msanii. Wewe no, sio msanii bwana, wewe ni kazi jero. hey, unaro anakuomba jero unamnyima, hauna moyo wa kujitolea, na hauna na kazi naro, pengine natembea inaanguka. Unasalimia wagonjwa buraga. Unaona raha yako ikandoa matuna kengi hata sizijui acha zife. Hamna lazima na moyo wa kuguswa. Zedi ana shuti amepungukiwa pengine kitu. Una hela kabisa unayo. Ah, bana eh. Kazi ni yake atajua. Shuku unapita unamwambia Zedi, mimi nimeweza kushutiwa naondoka. Na una uwezo wa kumsaidia hata hiyo fedha, atakizi kitu kikaendelea. Kwa hiyo lazima msanii awe na moyo wa kujitolea. Umeona? Moyo wa kutoa. Hata kama hujaambiwa wewe, hapa kambini leo kuna nini mzee? Tumepungukiwa nini? Nina elfu hamsini kangu hapa tusogeze jahazi tayari. Una moyo wasanii wii, ila ukijua ndani una kiporo cha awali kwanza, unaweka makasiriko mwai kukosana. <laughs> wai kwenda ukagonge kiporo cha yaani, ni msanii unakuna kiporo cha awali hakushazoea <laughs> mbadilike kwa fisa ni mwonekano sawa, itari kutoka kwenye maisha ya zamani kuja kwenye maisha mapya kwenye ulimwengu wa sanaa, ulimwengu wa nini? Sasa tunasema sanaa. Kio cha jamii we ni kio cha jamii. We ukijiangalia matendo yako we ni kio hivi kio. Ukijiangalia unaona nini? Unajiona wewe kwenye kio? Haya, jione matendo yako yalivyo, alafu nasema kioja jamii. Tunaelimisha jamii ipi? Wewe jiangalie, unaelimisha jamii? Yaani matendo yako yanaelimisha hiyo jamii unayoihangaikia? Ni msanii, unavurura mpaka unakamata uvururaji. Sasa hiyo jamii unaifundisha nini? Basi ni msanii, unakunywa konyagi mpaka tembee, unanuka konyagi ni baka wapishi, kina ruka nao wavuvi, kimemaliza wote akina kama mimi naelimisha jamii. Yani jamii ni yangu, mimi ndo msanii <laughs> <laughs> yani wewe <laughs> ni msanii unakuja umechafuka kama mwalimu wa marazori. We ni msanii, msanii vaa <laughs> <laughs> vizuri.

Eti msanii una dini mbili oh. <laughs> <laughs> Idanganyane mtu mwingine, mtafute uhalisia wa maisha yenu mnayo yaishi. Saa shibini tunaenda kushuti, hata watu wakiwakuta sehemu wanajua hawa ni wasanii, mkipita hata wanajua hawa ni wasanii. Msanii una mwaka umekata hata perfume alfu yake uijui, yaani ukipata sabuni ile gwanji unapiga tu twende.

Mimi naweka sawa, mnaweza mkakaa tukaendelea. Mkae msanii, una adabu, mwalimu anaongea, au tupo, tuna shuti. Dereka anaambia kaeni kimya, mnapiga kelele. Mna disipline hiyo mnayosema, ndio sifa ya kwanza ya msanii, mnayo jamani? Wasanii mnyamaze, tunaingia kushuti. Hadi hapo sasa ndio amewachokoza. Piga kelele sifa ya usanii mmeipoteza nyie, labda mnajifurahisha, lakini kawaida lazima upambanie hilo jina la usanii. Fredi, lazima ulipambanie, ulipambania uingia kwenye mchezo, lazima upambanie usanii. unamaliza wiki wogi yaani ukiambiwa kuoga utaki kusikia kweli, takupa takupa, nitakupa yani nini, wanaita adhabu ya mwaka wa saba tena, huzuri ni kasti wa marazoni hapa hapa na kunyonga nkitadi kwa wasanii sawa. <laughs> <muchayana> <muchayana> Sawa, ndio tunaingia <trenjiya> kushuti bila ushirikiano bila umoja bila upendo. Tupendane sasa, msitumie neno kupendana vibaya. Hii movi mnaotaka kufanya ni kubwa, wana Mtembo, sipokuwa makini itawaua. Unaweza kufanya nyimbo na msanii mkubwa baadaye, hiyo nyimbo ifutoe ikakuua sanaa ukafa.